Uwalizani sera za Chama cha Mapinduzi, Dokta Samia anasemaje kuelekea miaka mitano ijayo, lakini pia na nia ya dhati ya kuwaunganisha mamalishe. Kama mtakuwa mnakaa labda ni Waikina, labda mko sita saba, tuone namna ya kuwawezesha ile mikopo yenu ya halmashauri, lakini kuna ile ya Dokta Samia ile bilioni mia mbili na nikaombe, kama tukipata kidogo, lakini pia tuna wadau wa maendeleo, naweza nikaenda nikasema jamani, na mamalishe watano Ikina wenyewe wanataka tu mifuko ya, ya nani ya ngano ya kuanzia na sukari, ila ndio itakuwa mitaji yao, watajiendeleza wenyewe. Sawa sawa, nikawapambanie ili mweze kupata mikopo mazingira. Asante, karibuni kwenye mkutano. Asante sawa.

Kukunza. Mafundi mpate mikopo haya machuma mwenyewe hapa hapa mabomba mwenyewe. Mwe kikundi sasa hata watatu wanne watano, tafute mikopo. Kundi tutatengeneza. Ili kama ni stick unakuwa nazo za mwezi mzima ndio. Ili sio ile kwenda kwenda Geita na kurudi kila siku. Transforma unakuwa nayo nyingine ya akiba. Sawa sawa. Mimi naomba tu kitu kimoja kwanza, jioni mjitokeze kwenye mkutano kwenye mida ya saa saba saa nane, tupige maneno pale, lakini tarehe 29, Kweli kweli, kula zije, afu nyinyi mwanze kunidai tulikupa kula wewe, tulikupa kula zetu. Mimi na shida kabisa, naahidi ushirikiano. Naombeni, mnikopeshe kula sasa. Nisemeni na kwa wengine ambao hawajanisikia kweli, watiki 29, mapema tu asubuhi Alafu mwanze kuniambia bana, mbona ulituambia hivi, mbona ulituambia hivi. Na kwa kwa kwa kwa vile sasa hapa wa hapa nyumbani ndio iko hivyo. Haya haina. Tuko ulituambia hivikwaleitume sasaapa anyumbaniasanteni a akz za kazi baba Madina yuko au ndo hapa amenda Katoro na ndo hapa hapa pale, ay akija mwambie kwenye mkutano leo sasa, na wewe uje Sa, uh, saa kwenye saa nane saa tisa eh, hey, uje mara moja tu usikie sera hapo tu mjini katikati hey, ila tarehe 29 terehe sasa kutiki sasa unatiki, ila asubuhi saa 2 unakuja dukani unakua wa kwanza, unatike afu unakuja dukani kutoa hudoma saa aya. Sant amanish oy, habari ya azi jema yeah. Yeah, tunaitwa Jabali a Javusepu, mgombe a bunge jimbo la Kusanda, mwakilii mm. Yeah. wa Samia Suruh Hasani. Kwaio nakuomba tarehe 29 kwenda kupiga kura jae baadaye jioni tuna mkutano leo pale a weewe, tunakualika pia, ili sasa mamalishe muungane wa Ikina nitume kwamba bana, sisi mamalishe tukipata mkopo huu, tukagawana tutakuwa. yeah. tunarejesha kidogo kidogo. yeah. tusikope mfuko wa ngano wala mafuta yawemo ndani, tunapiga mwezi tunarejesha, tunapiga mwezi tunarejesha sana. Shukiwai. Marko, Sama, mama mi ndo mgombea ubunge jimbo la Busanda na kata yenu hii, kwa hiyo nawalika kwenye mkutano baadaye mchana, lakini tarehe 29 msisahau kwenda kupiga kura mapema, unapiga saa 2 na nusu, unapiga kura, unakuja kwenda. Haya tutafanya ili nikishinda kwa kishindo. Sasa nije mwanze kujituma, bwana. Sisi tunataka mikopo ya mamalisha eh, hey, ndio, ni kweli, katuombee gesi huko na sisi tupikie gesi, ila hey, hey, mjaze kwanza zile kura, nikamwambia Samia, hizi kura mimi nimezipata zimo na za mamalisha si. Wanataka mikopo yao ya asilimia kumi ya ya ile halmashauri, lakini wanataka na gesi, wanataka na hiki, hmm, ili nipate mkopo

Mimi leo sina mengi sana. Nawaalika mkutano wa leo lakini tarehe 29 Oktoba. Kwenda kutiki. Haina shida otobaenda kutikiaiashita tunatiki. Nikinijazia kula ili tu tuje tukesa, jamani, sisi mamalishe hapa tunataka mikopo hii ya Samia tununue ngano zetu zikae ndani tununue mafuta yetu yakae ndani tufanye biashara Tulejeshe kidogo kidogo kila mwezi. Sawa. kwa hiyo nijazieni kula ili niwapambanie.